watu wagombane <laughs> Caren Simba <laughs> na ofisi Nai rasmi wamekutana hapa

Umesikia, mi niliambia, nimekujibu nini kwenye, nimekuambia mimi namfanyaje? Nampenda, nnioasema anakupenda, hata kama yeye mwenye anajua, anaongea na dada yangu, anaongea na yeye mwenye anajua, kwao anajua yani, anaelewa. Aja, hatujablokiana. Hadi nimempigia. Sema tu sali, alikuwa nimeisha lakini, kiukweli amekupigia. Hana kabisa. Kwa nini Pacome wagombanishe? Pacome mcheza mpira. Yeye kama Muislamu atawaoa wote wawili na mume wangu.

Sijui lakini mi ya Gigi ni watu tunajuana, yeah. si mi sijaigombana na mtu yoyote mm. na wala sina drama na mtu yoyote. Kwa hiyo ulivyoona ile clip ya Gigi ulichukuliaje? Nichukulia kawaida mimi ni mpenzi mtazamaji. Ah, uh, ulimpiga Gigi kwa nini? Mpigie kwa kila ambacho mkizungumza, no S kila mtu ana ana wanasema ya nini yani ofsni la uhuru pia wa kuposti ambacho, na kila mtu ana peji yake, ana bando lake, yani hivyo kwa, so. Kwa nini, kwa nini wanakuhusisha wanatoka na Pacome? kwa sababu hajawahi kuona nimemposti mwanaume wangu. Ah. Lakini mbona inasemekana uliwahi kuonekana na naye mahali? Kuonekana na mtu sio. Wewe boy. Ma -kofi ma -kofi best day boy. Yeah. Hey, best best Makofi kwa njoo njoo. Wote mimi ndugu zangu, huyu rafiki yangu sana, huyu rafiki yangu sana. Hakuna mambo ya ugomvi kwenye mwezi huu. Alipoalika alimwalika huyu peke yake, alimwambia naye anakuja au naye alikuwa anampigia simu. Hakuna Hakuna mtu. Alikuwa anajua na na kwa sababu huyu ni ni ni ni rafiki rafiki yangu yangu kinoma, kama kama naye naye anakuuliza alikuuliza, umenielewa? Yani mimi mimi mimi kitu, hao ndugu zangu, ndio ndio, amna amna nani? Ameniuliza mtu wapi? Kwanza si Juma Juma alisema clip. Sasa nimewapatanisha, afu wewe ake iayanun na, nae umemwona ka mzuri unampenda, mimi imefanya interview na naye akasema anakupenda sana mimi <laughs> yeah. Nimefurahi kama mko okay. K na nini haya maneno ya mitandao jamani yaishe, nyie ni ndugu, mara nyingi nasaga mnatembeleana nyumbani, we unaenda kwa Nai, Nai nanakuja kwako, kaje mnagombana? Ndugu zangu zangu, sijagombana na mtu ila ukampenda kanaye eh Mwanga, jamani haji jamani haji lingine hiyo hapa jamani, jamani bana, ushoga huu umerudi upya, tunaanza upya, si ndio? Nayo Neno moja kwa j simjui, labda kama kaanamja simjui.